Leo tunazungumzia usitishaji wa vita kati ya Israel na Iran, mzozo unaotikisa Mashariki ya Kati na kuibua wasiwasi wasi duniani kote. Baada ya Iran kushambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Qatar na Iraq kama jibu kwa mashambulizi ya Washington dhidi ya vituo vyake vya nyuklia, hali ya taharuki iliongezeka, huku wachambuzi wakihofia kuongezeka kwa mapigano. Hata hivyo muda mfupi baada ya rais uh, baadaye rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kupitia mtandao wake wa Truth Social kwamba Iran ilikuwa imetoa onyo mapema kabla ya mashambulizi hayo aliyoyataja kuwa dhaifu, na kwamba Israel na Iran wamekubaliana kusitisha mapigano. Na rais Trump alisisitiza kuwa wakati wa vita umekwisha. Lakini licha ya tangazo hilo, mashambulizi yameendelea kuripotiwa. Iran inasema itaacha kushambulia iwapo Israel itasitisha uchokozi, huku Israel ikidai Iran imevunja makubaliano na kuamuru jeshi lake kujibu mashambulizi hayo. Je, kuna nafasi halisi ya makubaliano haya kutekelezwa? nani E, na ni kwa kiasi gani diplomasia inaweza kuwa njia ya kweli ya kumaliza mzozo huu? Kuyajadili haya, nipo kwa njia ya simu, nipo na wachambuzi wawili, Harrison Mwilima, mtaalamu wa siasa za kimataifa, na Bandio Mubelwa, mwandishi habari anayefuatilia kwa karibu mzozo huu. Labda karibuni sana kwanza katika mjadala wetu. Asante sana. Sasa swali hili labda ni, ni, ni litoe kwenu nyote wawili. Tulitarajia kauli ya namna hii kutoka kwa uh, Rais Trump kuishukuru Iran kwa kutoa taarifa mapema kabla ya mashambulizi na kisha kutangaza kuwa wakati wa vita umekwisha, akieleza matumaini ya kurejea kwa mchakato wa amani Mashariki ya Kati. Hili mlilitarajia? Tuanze kwako Harison, kwa ah, swala hilo kwa kweli hatukulitarajia kwa sababu tunakumbuka kwamba hapo awali alisema kwamba baada ya yale mashambulizi aliyoyafanya, alisema kwamba Iran ikifanya mashambulizi katika sehemu zozote, kambi zozote za kijeshi za Marekani au sehemu zozote za Marekani, alisema kwamba ata ataishambulia Iran kwa nguvu kubwa sana. hmm. kwa hiyo tulivyoona jana kwamba Iran imeishambulia ime ile kambi ya jeshi ya ya Marekani ya Qatar na Iraq. Kwa hiyo, watu wote tulijua kwamba kitakachotokea sasa hivi ni kwamba eneo hili la Mashariki ya Kati linaingia sasa kwenye vita, kwa sababu mm. tulijua kwamba Marekani ataingia kwa nguvu zote Irani, lakini uh, tumeona kwamba huu ujumbe aliyotoa uh, Donald Trump nadhani umeleta kidogo umeleta kidogo amani mioyoni mwa watu wengi, kwa sababu kuona kwamba hata yeye mwenyewe Trump nadhani ametoa ametoa ujumbe ametoa ujumbe huo na hamasa hii ya, ku, ya kusitisha mapigano kwa ajili ya kuangalia, kwa sababu angesema kwamba aingie Iran sasa hivi mm. ina maana ingekuwa ni mgogoro wa muda mrefu sana mm. Bandia kwako Mbelwa, yeah. Unu, hilo upande wako ulilitarajia limekushitua ama? Yeah, kama, kama mtu yeyote nafikiri limenishitua kidogo kwa sababu siyo kauli ambayo um, hasa baada ya kuwa wamewekeana, uh, wanasema red line kwamba ukifanya hivi kitakuta hiki. Kwa hiyo uh, imekuwa jambo la kushangaza kidogo, lakini kwa mimi niliyoko hapa pia ninaelewa uh, pressure ambayo yuko nayo uh, Donald Trump hivi sasa, hasa kwa sababu aliamua kuingia kama rais mtaka amani Uh, lakini hata ndani ya chama chake wale ambao wanafahamika pia kuwa uh, ni wafia maga wanaofia wamekuwa wana, wakipinga nchi uh, hii kuingia katika katika vita nyingine, na walitumia hii kama sehemu ya sera ambayo ilikuwa inataka kuonyesha kwamba wao ni viongozi wa, wa kujali Marekani kwanza na wataki kuingia katika vita, na walikuwa wakimpamba Rais Donald Trump kama rais wa amani na mwenye uwezo mkubwa uh, wa ku-cut deals. Sasa hii ilionyesha upande wa pili kwahiyo nafikiri Uh, walipoketi naye waliweza kumshawishi na kutambua kwamba hii ukiingiza haitokuwa tu vita kati ya Marekani na na Iran na Israel lakini sasa wakianza kupiga katika sehemu kama Qatar, Qatar nao watalazimika kuingia iliweza kujilinda wakipiga Saudi Arabia kwa hiyo walihisi kwamba angeanzisha vita vikubwa zaidi kuliko vile ambavyo alivyopata kulaumu huko nyuma, na tunaamini kabisa ndio sababu ameamua kurudi nyuma na kuamua kuchukua njia aliyochukua hivi sasa. Mm, labda ni, ni, nije kwako Harrison, kama ulivyosema hapo, Trump aliionya Iran waziwazi kwamba ikiwa italipiza kisasi basi Marekani ingetangaza mashambulizi zaidi. Lakini baada ya Iran kufanya hiyo mashambulizi, kama tulivyoshuhudia, Trump alibadili msimamo na kutangaza kusitishwa kwa vita. Unadhani ni nini kilichobadilika nyuma ya pazia Harrison? Nadhani kama alivyoashiria hapo Bwana Buberwa kwamba ameangalia eh, siasa za Marekani zinavyoenda. Eh, kwa mfano tunaona kama chama chake kama Buberwa alivyosema kiligawanyika. Eh, kuna watu wa Republican walikuwa wataki hivi vita, lakini kuna wale watu wa maga walikuwa wanataka hivi vita na pia tunajua kwamba um, uh, Bwana Trump hivi karibuni atakuwa na hizi mid-term elections, huu uchaguzi wa katikati kwa hiyo hayo yote ni mambo ambayo amejaribu kupima na kuangalia kwamba inabidi kubadilisha kubadilisha mwenendo huo, lakini pia tukiachilia upande wa Marekani, tunaweza tukarudi pia upande wa Iran eh, tukarudi upande wa Iran na kuangalia kwamba kwa jinsi alivyoona ni kwamba Iran imejizatiti na, na, na ilikuwa inataka kuendelea na, na Iran ilikuwa inaonyesha kabisa kwamba haitaweza kumnyenyekea Marekani. Eh, tunakumbuka kwamba Donald Trump alisema inabidi iende kwenye mazungumzo, Iran inabidi iende kwenye mazungumzo la sivyo itashambuliwa zaidi. Kwa hiyo tumeona tumeona msimamo wa Iran kwamba imesema haita haitanyenyekea Marekani na imeweza kufanya mashambulizi. Kwa hiyo hili suala la Iran nadhani pia limemfanya pia abadilishe mwelekeo. Tukiangalia pia na upande wa Israel, tunajua kwamba ndiyo, ingawa Israel ndio ilianzisha hivi vita mm. Lakini tunajua kwamba Israel kuna shughuli nyingi sana katika hizi siku kumi na mbili zilizopita, kuna shughuli nyingi sana ambazo zimesimama. Watu wengi walikuwa wanaishi kwa hofu eh, kwa sababu yale makombora ya Irani pia yalikuwa yanapenya. Kuna watu zaidi ya thelathini, takriban thelathini wamefariki. Kwa hiyo na pia shughuli za kiuchumi zilisimama, hamna ndege zinazoruka, kwa hiyo hata kum, kumfanya Netanyahu kwa sababu tukumbuke kwamba Netanyahu alisema na malengo yake na bila kutimiza hayo malengo yake hawezi ya kusitisha hivi vita. Lakini mm, tunaona kabisa malengo ya Netanyahu hayajatimia, lakini Netanyahu mwenyewe ameweza kukubali kusitisha haya uh, uh, mapigano kwa haraka haraka Harison haraka, kabla sijakwenda kwake Mubelwa manake tatu Karema pia yupo upande wa studio kutueleza yale wasikilizaji wa wanayoyasema kuhusiana na mgogoro huu wa Israel na, na, na, na Iran. E, tuzungumzie haya makubaliano yanayoyumba pamoja na tangazo la kusitisha mapigano, bado kuna ripoti za makombora kuendelea kurushwa katika pande zote mbili. Kwa hali hii, kuna uwezekano kweli wa makubaliano hayo kutekelezwa kwa ufanisi? Nadhani uwezekano upo, kwa sababu hii ni kawaida. Makubaliano ya kusitisha mapigano yanapoingia, mara nyingi hizi pande mbili waga huwa zinaweza kufanya mashambulizi ya mwisho mwisho, kuona kila mtu anajaribu kuwahi kufanya mashambulizi kabla ya ule muda kuanza. Kwa hiyo mimi ninaamini kabisa haya makubaliano yanaweza yakaenda muda mrefu, na tukumbuke kwamba uh, nadhani kwa Iran sidhani kama, nadhani kuna uaminifu ambao umepotea, hmm, kwa sababu tukumbuke kwamba kabla ya mashambulizi haya Iran ilikuwa inafanya majadiliano na Marekani lakini tunakumbuka kumbe Marekani, wakati anafanya majadiliano hayo, huku chini chini, alikuwa anamruhusu uh, anamruhusu Israel kushambulia Iran. Na tukumbuke pia alisema kwamba baada ya wiki mbili atafikiria kama aweze kuivamia Irani au hapana, lakini hata kabla ya wiki mbili hiyo kuisha akafanya mashambulizi yale Iran. Kwa hiyo haya yote yamepelekea kufanya Iran kutoweza kuiamini Marekani. Kwa hiyo hata ule ujumbe ule ulivyotoka kwamba sasa makubaliano yamefikiwa, nadhani pia Iran kama bado haijapata haiamini Marekani na, na, na suala hili nadhani litachukua muda mrefu sana mpaka kurudisha matumaini haya kuelekea Marekani na Israel. Asante, asante Harrison kabla hatuja kuvuka kwenda kwake e, Mubelwa e, Tatu Karema, sijui hapo wasikilizaji wanasema nini kuhusiana na na, na suala zima hili. Nam amina Jumadunga hapa anasema diplomasia itamaliza kwa haraka mzozo wa Iran na Israel Israel. Dunia inataka kuona mzozo huo ukimalizika. Musa Kimweri akiwa Arusha anasema kiukweli, mazungumzo kati ya Russia, mazungu Iran na Netanyahu yatakuwa na manufaa endapo Netanyahu atamalizwa nguvu na utawala wa Iran kwa kuhisi maumivu ya hasara kama vile inavyotokea kule Gaza. Na Gulian Omari anasema kuhusu huo mzozo wa Israel na Iran, diplomasia haiwezi kusaidia lolote, maana kuna upande unakusudia kukandamiza upande mwingine, ndio maana diplomasia ina Asilimia finyu kuleta maelewano. Sawa, asante asante tatu eh, Karema, naona muda upo nasi, ningelipenda tuendelee, lakini nije kwako Mubelwa, sijui kama bado upo katika laini ya simu eh, mtazamo wa Marekani wa, wa Marekani uko wapi kuhusu mzozo huu? Je, wananchi wanaunga mkono namna Rais Trump alivyojiingiza jing, na, na, na kushughulikia eh, mgogoro huu kati ya Israel na Iran? Hapana, wengi hawaungi mkono, lakini wapo wale ambao wanasema ni wa, wale watu wa MAGA, Make America Great Again. Kuna watu ambao wanamuunga mkono Trump kama Trump katika lolote analolifanya. Asilimia kubwa kama tumezungumza, hata ndani ya chama cha Republican na wenyewe wanaonekana hawataka, hawakutaka kabisa kuingia katika vita vingine. Na ukumbuke, kama alivyosema ndugu yangu Harrison hapo, kuna uchaguzi katikati kati ya muhula ambao utafanyika mwakani. Na katika wakati huo hizi kampeni, uh, kitu gani ulikiunga mkono wakati wa masuala kama vita? Unaposema kwamba unataka kukata matumizi, lakini unataka kuingia tena katika alama nyingine za kurusha ndege zaidi ya 14 na kusafiri saa 18 kwenda kufanya kudondosha mabomu ya tani kadhaa na kurudi. Ni gharama katika nchi na pia ni kinyume kidogo na utaratibu, kwa sababu walisema maamuzi yale walistahili apitisha katika katika bunge. Kwa hiyo wengi hawaungi mkono sehemu uh, ya Marekani ambao nawasikiza wengi watakuwa hawaungi mkono, lakini unapoona hata sehemu ya Republican waziwazi -wazi, wana, wanaanza kutounga mkono haya mambo, unaanza kuona kwamba kuna kuna, kuna kugawanyika ndani ya chama na ndio namna pekee ambayo tunaamini yamefanyika maamuzi kwa sababu Rais Donald Trump asingekubali kufanya hivi kama kusingekuwa kuna hatari ya yeye kuporomoka ama umaarufu wake ama chama chake kukosa uh, viti ama ushawishi katika uchaguzi ujao. Haya, kwa kifupi tu, kwa kifupi tu, kwa kuzingatia hali ya sasa na, na, na, na, na, na, na misimamo ya pande husika, kuna nafasi yote ya juhudi za kidiplomasia kuzaa matunda na kuleta utulivu wa kudumu katika Mashariki ya Kati. Kwa kifupi tu kwako Mubelo swali hili alafu nirudi kwako Harrison unipe majibu yako pia. Ya yeah, diplomasia lazima vita yote umalizwa kwenye kiti na meza kama alivyosema mchungaji Ananja. Haijalishi mtapigana kwa kiasi gani, lakini hata mtakapokuja kutangaza kushindwa au kushinda itafanyikia katika meza. Kwa hiyo nafikiri, sasa hivi ni wao tu wenyewe watatafuta namna ambayo hakuna atakayeonekana mshindi sana, hakuna atakayeonekana ameshindwa sana, lakini lazima waketi ili kuweza kumaliza. Inawezekana na pengine sasa hivi inaweza kuwa ni wakati mwafaka zaidi kuliko kama wataendeleza juma moja ama mwezi mmoja mapigano. Mm, Harrison, kwako juhudi za za kidiplomasia <mah> nafasi yake ya kuzaa matunda katika kutuliza hali. Nafasi ipo lakini diplomasia hiyo lazima ite, irudishe itengeneze tena uaminifu, kwa sababu tukiangalia pia eh, diplomasia ilikuwa inaendelea, lakini wakafanya mashambulizi eh, laki, lakini pia tukumbuke kwamba eh, nilikuwa nafuatilia siasa za Iran nikaona kabisa kwamba kwa mfano hii kamati ya ulinzi ya bunge mm, imeitaka serikali kujitoa katika ule mkataba wa wa nyuklia wa NPT NPT. Sasa, NPT, mkataba wa nyuklia kwa, kwa maana hiyo sasa kama Iran ita, itataka kujitoa katika ule mkataba wa, wa, wa nyuklia inamaanisha hapo sasa hiki ili shirika la IAEA litashindwa kuingia Iran eh, kuweza kufanya uh, uchunguzi. Itamaanisha sasa hapo kuna mambo mengi ambayo yataweza kutokea kuweza sasa kufanya mambo yakarudi nyuma zaidi kulivyo kuliko yalivyokuwepo hapo mwanzoni. Kwa hiyo diplomasia inawezekana, lakini diplomasia hii lazima iende na kurudisha ile ule uaminifu ambao ulikuwepo hapo awali. Haya, bila huo uaminifu nadhani itakuwa ngumu sana. Asante sana msikilizaji, tunafikia e, mwisho wa mjadala wetu huu. Tumezungumzia kuhusu mgogoro huo wa, wa, wa Israel na Iran. Ni wachangiaji ni Harrison Mwilima mtaalamu wa siasa za kimataifa na Bandio Mobelo mwandishi wa habari inayefuatilia kwa karibu mzozo huu. E, mwenzangu kule upande wa pili wa studio ni tatu e, Karema kwa sasa na pisha makala tulizokuandalia.